E, bwana kitu ambacho kime make headline na kutrend huko mtandaoni sasa hivi ni video ambazo zinamuonyesha Azizi Ki akiwa yuko Ivory Coast na of course, eh, huko Ivory Coast bwana hayuko mwenyewe, ni kwamba Azizi Ki yuko na mkewe bibie Hamisa Mobeto na kule, nadhani wanaongea Kifaransa kama sikosei, nadhani ya Hamisa Mobeto, naye pia ameokota maneno mawili matatu ya Kifaransa. Uh, bwana, na kitu ambacho kimemeka headline zaidi, kwanza kabisa hii uh, safari ya Hamisa Mobeto kule Ivory Coast ni kwamba kwanza kabisa kinachomake headline huko mtandaoni ni issue ya Hamisa Mobeto kukubalika na mama mkwe wake. Yaani mama mzazi wa Aziziki amekutana na Hamisa face to face kwa mara ya kwanza, na inavyoonekana ni wazi kwamba mama mzazi wa Aziziki amempenda kweli Hamisa Mobeto, kwa sababu video zinaonyesha wakiwa wana bond, wakiwa wana furaha, wako very happy. Lakini ukiachana na hilo pia ni kwamba uh, Aziziki amemtembeza Hamisa Mobeto ame mitaa ambayo ametokea yeye huko Ivory Coast. Na of course bwana watu walikuwa wakiwafuata, yaani usta wa Hamisa Mobeto na Aziziki hapa Bongo the same hata huko Ivory Coast. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimemake headline. Aziziki pia sorry, Hamisa Mobeto pia amekutana na mtoto wa kwanza wa Aziziki wa kike, na tumeona wakiwa na have fun. So ni moja kati ya video ambazo zimewafurahisha watu wengi sana huko mtandaoni, hata Mwijaku naye pia amefurahishwa nazo. Picha na mavideo yamezidi kusambaa. Eh, bwana mambo ni moto kwa kweli kati ya Hamisa Mobeto na Azizi Ki na mama mkwe wewe huko Ivory Coast. Yes. Yeah, so, ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ni kwamba eh, ni vicheko vya Hamisa Mobeto na, na mama mkwe wake huko Ivory Coast so kiukweli ni vitu ambavyo vimewafurahisha watu wengi sana, lakini pia Mwijaku naye amekuwa ni mmoja kati ya wa watu ambao wamefurahishwa na hilo. Ameposti video akaandika kwamba eh, bwana msijifanye mpobize huko, Hamisa Mobeto amepokelewa kwa mahaba ukweni huko. Mliokuwa mnasema kwamba Hamisa Mobeto sio halali Azizi Ki, mko wapi? Akamalizia kusema kwamba, bwana ukipendwa ukweni umemaliza, kilichobakia ni kuzaa tu. So, hayo ni maneno ya Mwijaku kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko mtandaoni kumuhusu Hamisa Mobeto we kwenda kwa mama mkwe au mama mzazi wa Aziziki huko Ivory Coast. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.